Kullu shay'in min umuri dunia halikun, mambo yote katika dunia mizidi kuangamia kila kitu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almutafaridu bisarmadia, Mwenyezi Mungu amekuwa mfaradhika na kuendelea kwa kwamba hawe mwenye hana muda. Huwa alawali biduni ibtida wal akhir biduni intiha, iyo ni wa mwanzo kwa kwamba hana uwanzo hana chanzo, na iyo ni wa mwisho kwa kwamba hana kikomo, subhanahu wa ta'ala. Hata wakizito ambao kwamba tunawapenda kadhalika, wote hao wote na wanatushughulisha wote kadhalika, watakuwa ni kuangalia kila kitu. Auladuka alladhina turaibuhum, watutoka ambao kwamba wewe unakuwa ni mwenye kucheza na wao, unapata raha ile ya maisha kadhalika, watutukama hao wote wanakuwa ni kuangalia, wakadhalika maluka alladhi tajmau mali yako amba kwamba unaikusanya kila siku na kaizidi, wala utaki kutoa sadaqa. Aai, mali kama hii inakuwa nenye kuisha inakuwa nenye kuangamia na masikitiko ma, ma ni kwamba unaweza kuitangulia mali yako, ikhwan fillah. Kadhalika ikhwan fillah, katika lahzatu alakhir, katika mwisho mwisho wa uhai wa mtu, la yakunu baina yadaihi illa amalu salih saleh, haiwi mbele ya macho yake ambapo kwamba anaiona, wakati ambapo kwamba roho inamtoka, isipokuwa matendo mazuri peke yake, ndio ambapo kwamba mtu kama huyo anatamani au mwenye kukutana nao mbele ya maisha yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anakuwa ni mwenye kusema katika Qurani, asema kwamba kalla hatta idha jaa ahadahum lmaut qala rabi rjiun mpaka inapomfikia mtu kama huyo mauti, anachungulisha na dunia na mambo kama hayo ya dunia, mpaka mauti inapomfikia mtu kama huyo anasema, ya Rabbi, niregeshe. Anaregeshwa kufanya nini? Je, ni kutafuta dunia ama kufanya nini? La bali, anasema ni la ali, mimi, li, aama, ali ili mimi aamal salih, ili nipate kufanya matendo nini? Matendo mema. Lakini hakuna mtu kurejeshwa katika dunia baada ya mauti shamfikia, hakuna mtu kama anaweza kurejeshwa ili apate kurekebisha makosa yake Fima tara fima tara katika ile ambayo kwamba nimeacha na kadhalika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sunna nyingine akisema kwamba, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-mawt wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Na kadhalika Mwenyezi Mungu akatuhusia kwamba tuli ni kutoa katika mali zetu yale ambayo kwamba tunayapenda katika baadhi ambayo kwamba ametuzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mali zetu, tuli ni kuitoa ili itakapotufikia mauti tusiwe ni wenye kusema kwamba ya Rabbi, turegeshe katika dunia na sisi tuweze kupata kutoa sadaqa kama ilivyosema katika aya au kuwa na katika watu wema, yani kufanya matendo mema na kuwa katika watu wema. Kwa hivyo hii katika lahdhat ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ikutuambia kama vile kutupatia like, kwamba bwana mtu akifa hali yake ai wengi wote kwa wanadamu utamani kurejeshwa katika dunia ili wawe ni wenye kufanya mambo mema ia

Wasababu, kwa sababu ni wakati ambapo kwamba unafarikiana na ndugu zako, unafarikiana na watu wako katika yale ambapo kwamba unayapenda, umetengeza mali ambapo kwamba unayapenda, lakini wakati ambapo kwamba roho inatolewa ni wakati ambapo kwamba uzuri na kuingia na unakuwa kuachana mali kama hii yani, tantaqimu min alhayati ila alhaya. Watu wanaelewa kwamba nikifa ndio basi maisha inaishia hapo baada ya kufa, la bali, unatoka katika maisha kwenda katika maisha mengine unakuja kutoka katika ulimwengu maisha ya dunia ni katika maisha kabri, ya kaburi ambapo kwamba tujui hali yake itakuwa ni vipi. Nadhani kwa kwani, filla kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kana idha balaghat at-taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, asema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba sivyo, wakati ambapo kwamba roho itakapofika katika koo katika zile mfupa za koo ama katika koo, basi katika mahundo mwanadamu anakuwa hapo ndo mwisho kabisa. Maja mimi kuisha na wakati kama huu, watu wamemzunguka, amemzunguka sababu mtu akifa, kuna baba yake, kuna mama yake, kuna watoto, kuna mke, watu wa marafiki, madaktari wamzunguka mtu kama huyu, na wao hujiuliza mara mingi, nani ambao kwamba atamtibu huyu mgonjwa ili apate kupona? Nani ambao kwamba atakuwa ni sababu ya huyu mgonjwa kurudi kutembea katika miguu yake? wa dhanna annahu al-firaq. Lakini mtu kama huyu katika moyo wake kuna yakini kwamba mimi hapa nishakufa, sina tena njia nyingine. so guys okay. same roho imetolewa katika sehemu zote za mwili, imefika katika koo na hakuna kupona. Kwa hivyo katika hali kama hii, mtu anajua kwamba mimi ndio mwisho, baada ya hapa hakuna tena kuishi. Kwa hivyo mtu kama huyu kwa kwamba mimi hapa nimekufa, ikuwa ni filla na masikitiko ni kwamba yatanda au uh, haulaka watu wanajikusanya mbele yako ahluka wala yablikuna lakashia. Wala hawezi kusaidiana chochote. Watu wamekaa wamekuzunguka lakini hawezi kufaulu chochote. Kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ashasema huyo leo ni siku yake ya mwisho. Mtu kama huyo leo ni siku yake ya mwisho ambapo kwamba anaenda kufa. Allahu musta'an. Kadhalika lahdhatu al-akhir katika mwisho mwisho wa uhai wa mtu hii ya khulasatu umrik ndio ufupisho maisha yako. Ikiwa ulishi katika dunia ukufanya mema, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akakujalie ufe katika hali Akutaka kuingia mwisho mwema. Na itahesabika kwamba wewe umeishi katika katika maisha ya dunia, hali akuwa na watu wema, na kile utakufa katika watu wabaya, basi kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amekupatia mwisho mbaya, wal iyadhu billahi, na watu kadhalika itakuwa kupata hasara kubwa sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba inna rajulan la ya'mal bi'amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhiraa'un

kulikuwa na ria, kulikuwa na sum'a, kulikuwa na kujifakhiri, akijionesha akiona kwamba mimi ndio mimi ndio mcha Mungu. Mambo kama haya ikimama mambo kwamba inaharibu matendo, basi ikakuwa ni sababu ya kupatiwa mwisho mwovu, wale biadhi bila na kadhalika. Kuna imani na maisha kwamba muislamu uko na hofu na ibada yake, au ina hofu na ibada yake. Sababu gani asiwe mwenye kujifakhiri nayo? wa inna rajulan la ya'malu bi'amali ahlihi hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'un fayaamalu biamali ahli nari fa yadkhulaha, na mtu mwingine atafanya matendo miongoni mwa matendo za watu wa motoni, baki ikue baina yake na baina ile mtu ni dira moja, less than 30 inches au 30 inches, ambapo kwamba kisha atakitabu itamtangulia, atakuwa ni mwenye kufanya matendo miongoni mwa matendo za watu wa motoni, kisha akazambatelo miongoni fa yaamalu biamali ahli janna, atafanya matendo miongoni mwa matendo za watu wa peponi, fa yadkhulaha, kisha tengea wa, wa, ya katika pepo kama ile sababu so, gani mtu kama licha alikuwa anafanya maovu, lakini pengine ametumia kwa bora wake, bila amefanya maovu, lakini ana testing fund anakuwa mwenye kuchukia matendo yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu mzuku ushoro wake. Kwa hivyo, kila mtu asiwe ni kudharau ili kufanya matendo maovu, ala sifakhir ni ibada yake kwa nifina. Kwa hivyo, hili lahbatu alakhir, ndio kulasa ya maisha yako na ndio pia, ndio mwisho wa maisha yako mayb kwa nifina katika dunia. Na kuna Nabii sallallahu alaihi wasallam, hmm, inna ma'amal bil khawatim anasema kwamba hakika ya matendo ni kuangaliwa mwisho. Haiangalii kwamba ulifanya nini huku nyuma, bali nahugufu na kufa katika njia gani. Muislamu nafaa kuwa na hofu sana na kufa kwake, nafaa kuwa na hofu sana muislamu. hiya maktuba tu bi anna hiya maktuba na kadhalika, hii mwisho mwema imekuwa enye kuandikwa biai ardhi tasatamutu, katika ardhi gani takufa wakaifa tamut au wakaifa satamut, namna gani utakavyokufa, wa ai hali satamna, katika hali gani utakufa, utakufa ukiwa mtu mzuri ama mtu mwovu. Al, angeweza kuishi hapa Kakamega ama Kenya ama sehemu nyingine yote, lakini pige umwandike mauti yako, utakufa katika bahari, utakufa Ulaya, utakufa pengine sehemu yote ile ambayo Mungu anakupatia, na katika hali gani. Kwa hivyo licha kuwa hii maneno imekuwa ikiandikwa, lakini husnul khatima bi a'mali salih au bi a'mali salihah, mwisho mwema imekuwa ni kufungamana na matendo mema, imefungamana bi asbab, imefungamana na sababu, yani bi maana wewe ukiishi je, ukiwa utachukua sababu ya kupata mwisho mwema basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala atakuruzuku mwisho mwema insha Allah. Na ikiwa utachukua utaishi maisha mabaya, ingekuwa ni sababu ya kupata ma maisha ma ma ma mabaya, huenda Mwenyezi Mungu akakupatia ile hapo kama meishi kila mtu atakuwa mwenye kufa katika hali namna alivyokuwa mwenye kuishi, hasa alikuwa ni filah. Kadhalika mshomwema a'adwa masbabihi akida sahiha. Sababu kubwa ya mtu kupata mshomwema ni akida yenye salimu, akida ambayo kwamba ni sahihi. Yaani akida yale akida ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake walikuwa katika akida kama ile yale ambayo kwamba maswahaba walitakili namna ambavyo kama Qur'an imetuamrisha tuitakidi, namna ambavyo kama hadithi imetuamrisha tuitakidi, hiyo ndio aqida sahiha. Kwa hivyo mtu lazima akitaka mwisho mwema ajilazimishe na aqidatu sahiha, kisha walimamu sadiq, na akuwa na imani ya ukweli, si imani ya k mkokorini, haliyakuwa uswali ufuni chochote, lakini asema kwamba mimi nimamini Mola wangu subanaullahi Imani kweli ni sheimun akhar na akaba, amali saleh, lakini katika matendo makubwa zaidi ni mtu kuwa mwamini Mwenyezi Mungu na kutekeleza yale yani ambayo kwamba imani nikuo lenye kumwamurisha kama ni kwa fillah. Katika miongoni mwa sababu za mtu kupata mwisho mwema antaisha fi dunya ala taati llah, uishi katika dunia haliyakuwa na mtimu la wako subhanahu wa taala uishi katika dunia kama inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika kuswali kwangu kuchinja kwangu eh, eh, uhai wangu kufa kwangu yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maana uhai wangu unaotekeleza kama Mwenyezi Mungu ameniamrisha, na kujiepusha yale ambayo Mwenyezi Mungu amenikataza, na kadhalika unaomba Mwenyezi Mungu kisha ufe hali ka, kwa mkurudia hii, katika miongoni mwa sababu ya mtu kupata mwisho mwema. Kadhalika ayakuna hamu kan akbar huwa Allah, na kadhalika, hamu yako kubwa ikuwe ni kumrudisha Mola wako subhanahu wa ta'ala. Hii ni kweni hamu yako kubwa ufani fillah, man aasha ala shay'in mata alayhi, kadhalika ufani fillah. Ikiwa utaishi katika kitu, ikiwa utaishi kumtukuza Mola wako, basi Mwenyezi Mungu mara mingi mtu kama wewe ufa katika jamaa ambalo kwamba ameishi nalo katika dunia kama hii na yashtadu alhalu ala ala linsani idha qubida idha qubida idha qubida, mahali huwa nzito sana kwa huyo mwanadamu, wakati ambapo kwamba roho yake inatolewa. Ndo katika baadhi ya wanachuna kusema kwamba roho ni kama sponge, yani, iki ile maisha ambapo kwamba umeishi, wakati ambapo kwamba inafiri na kutolewa roho, asema nini? Asema, kwa fashilu min alladhi fi qalbihi yantaliqu ala lisanihi jambo ambalo kwamba lilikuwa katika moyo wako ndio jambo ambalo kwamba kutoka katika ulimwengu wako. Kwa maana ikiwa katika dunia umeishi kwa kumrudisha Mola, kumrudisha Mola wako na katika moyo wako kwa kuwa ndani yake na tauhid na jambo mambo ya kumrudisha Mola, wakati ambapo kwamba itakuwa kifili kutolewa nafsi na mwili kutolewa, basi utatamka lile jambo ambalo kwamba ulikuwa ukiishi nalo, ambalo kwamba lilikuwa ndani ya moyo. Ndio katika jambo kama hili, watu sema kwamba ukadanyepesi kwa ile mtu akifa mtu aki katika hayo hayo, mwisho wa mwanadamu, yakunu saidatun habibatu lilmu'min. Hizi wakati wa mwisho inakuwa ni wakati wa furaha na wakati ambapo kama unapendeza kwa kum Muislamu kwa mumin, kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam sema katika hadithi man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaahu liqaa Allah, Allah mwenye kupenda kukutana na Mola wake, basi mtu kama huyu Mwenyezi Mungu hupenda kukutana na yeye, na mwenye kupenda na mwenye kuchukia kukutana na Mola wake Mwenyezi Mungu wa, wa Subhanahu wa Ta'ala huchukia kukutana na mtu kama huyu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu kama huyu wakati ambako kwamba wanatolewa roho, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutuma malaika au malaika humweleza ama humpatia bishara njema kwamba wanakue na sehemu nzuri, kwamba mtu kama huyu ni maisha yake ya kaburi mazuri, ikakuwa ni sababu yeye kupata furaha nikakuwa ni sababu yeye kupenda sehemu anayokwenda kwamba ni kabri, kwa hivyo ikawa ni sababu ya kupenda kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na Mola wake ameshamrudia mtu kama huyu. Na yule mwenye kuchukia, inakuwa ni sababu mtu kama huyu ambaye kwamba ni mtu pengine ni Mwislamu lakini ako na mapungufu ama ni mtu ambaye kwamba ni kafi, huoneshwa mabaya yake nauonyeshwa yale sehemu ambayo kwamba anaenda kutokana na, na adhabu. Basi inakuwa ni sababu ya mtu yaani kama huyu kuchukia kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu kadhalika, mtu kama huyu ajamridhia, inakuwa ni adhabu baada ya adhabu, wal iyadhu billah. Kwa hivyo ikhwani fi llah, dhikru lmaut la yaani an takuna hazinan, kukumbuka mauti imaanishi kwamba uko siku zote wewe mwenye huzuni sana? La, bali huwa a'dhamu adham asbabi jidd jiddi wnnishadi fi amali salih bali hii ni sababu kubwa ambayo kwamba itakupelekea wewe kujibidiisha na kuona uchangamfu katika kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutekeleza matendo mema ikwani fillah. Kwa sababu gani? baada ya mauti mimi niko siku, ndakuja kufanya nini? nitakuja kuingizwa baada ya kuishi katika dunia, hiyo siku mauti nitakuja kuifikia. Kwa hivyo nabidi nianze kujiandaa kwa kutekeleza matendo mema mukhlisan lillah. subhanaka la subhanaka allahumma bihamdi